Ili uweze kumtumia mpinzani salamu, kamata ya watoto, piga kamata watoto, washone kwelikweli. Yani ahari mwenyewe aogope, kwa sababu yanga akienda kule ahari amchukulii poa kwa sababu anaona mechi ya mwisho mtu kashinda goli sita, timu ina morali. Hujua timu iliyoshinda goli sita imeongeza confidence. Ahari hawezi kwenda kucheza kizembe, amewapeleka kwenye uwanja ambao baridi la kule unaambia ukitema mate hayafiki chini, anaganda. <laughs> Hebu angalia maandalizi anaofanya ahari huyu, Yanga ambaye tunamwona akamfunga Mashujaa, lakini ahari anamfanyia maandalizi kama anaenda kuua tembo kaka, fitness za kutosha kutosh. Unaambiwa mashabiki wa Yanga, mtandao unasumbua akinunua tiketi Fitness. Shenaelewa watu wanajua wanachokifanya, kwa hiyo Yanga kama sisi wa Tanzania tuombe dua kwa unavoona kwa kikosi hichi ambacho kimetambulishwa leo eh, eh, unaona kabisa Mwarabu kule nyumbani kwake atapinduka. Mwarabu anapokuwa nyumbani ana vitu vingi sana, unaweza unaweza ukamuini kimbinu za ndani ya uwanja yeye akakushinda nje ya uwanja akamchukua refa akawa. Wewe kila unalofanya wewe ni kosa, umenielewa? Lakini kama watacheza haki bin haki, faulo faulo, goli goli, ahari hatoki wake pale pale. Hatoki braza, hawa oh, wachezaji ni wakubwa, sema wako Tanzania. Ukiangalia thamani ya kikosi cha Yanga sasa hivi, unalinganisha na vilabu vya huko magharibi. Kwa hiyo wamefanya uwekezaji mzuri. Narudia tena, sehemu ya hela, weka hela, usiweke maneno, unaharibu shehe. sehemu ya hela? weka hela. Mimi nimeumia baada ya kusikia Alan Okello, tulimtaka tukashindwa kuvunja mkataba mchezaji mwenye siku sita. siku sita He, muangalie. Kama mimi napewa mpe bani of the match, Alan Okello kaanzilisha mashambulizi mengi pre, pre, pre assist katoa. Umeelewa? yeye ndo alikuwa playmaker leo. Usajili mpya ana siku sita na hajamuelewa kocha vizuri. Niambie, akikaa mwezi mmoja kuna nini hapa? atawafilisi atawafilisi mashabiki wa Yanga kwenye tabia za kutunza zile lakini watu hawaelewi ngoja, ni wapekodi leo. Unaona wachezaji wa Yanga wanajituma hivi wale? Yanga wanasifa kwenye usajili, akiwa na sajili anakuuliza wewe, Kajenjere, unavyojiona unafaa kulipwa shingavi, unataja, unataka nini, unataja. Hawabageni kwenye usajili, ukicheza chini ya kiwango unaitwa wewe, shida nini? Unadai posho, si umekupa hela unaotaka ndio maana unaona anayecheza yoyote anapambana kwa hiyo mpira ni hela eh, hey, yani shida. Niamina. Shida. Niamina. Shida. Shida, timu imefanya vibaya kabisa. Unaona timu imefanya vibaya lakini, msemaji anakuja anatuambia kama una moyo mwepesi baki nyumbani. Tafsiri yake ni nini? Yeye mwenyewe kaishiwa mipango, yani haelewi. Timu hii shida nini? tuambie wachezaji wanacheza hivi, wanadai mishara, wanadai posho, wana shida gani? Umeelewa vizuri, wachezaji hawajitumi. Mchezaji anayecheza pale Nabi Kamara, ukimwona Nabi Kamara anapambana, hao wengine wana shida gani? Nisemaje? Tuambie, unatuambia oh. Oh. Kama una moyo usiji <tipa> nani ana moyo akuvumilia matatizo, <tipa> nani anaweza kuvumilia mambo magumu, menelewa vizuri. Kwa hiyo shida iko hapo, umenelewa vizuri. Nisikilize ndugu mwandishi, vilabu vikubwa vinakufa mara ya mwisho Manchester kuchukua ubingwa unakumbuka? <laughs> Mwanangu, iko hivi, ukikosa mipango timu inakufia mkononi. Msimu wa nne umeisha, tunaenda msimu wa tano. Yanga ishatuwasha alama ngapi? Tatu. Umenelewa vizuri alama tatu, kama masiala na kama unavyojua Yanga nikishada mwendo wa ngili, mkia juu akikaa pale kwa kikosi hichi, nani wa kumshusha? Mene, hapa mwanzoni Yanga anamaliza ya karata zake mapema, umeelewa vizuri. Kwa hiyo ma, mimi nachokiona tuwe serious kidogo, semi ya hela, wekeni hela. Yanga kuna kipindi alipitia wakati mgumu, akatengeneza bakuli, Yanga watu walichanga. Kama na sisi tuna wakati mgumu, shida iko hapa. Singida anaandika barua ya Masimango. barua ya Masimango mmetuomba mchezaji tumekaa na management tumefikiria tu...